Tushirikishane tone la upendo ndugu wapendwa, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari ya jumapili ya tatu ya Kwaresima ya mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yanatualika kuikimbilia huruma ya Mungu na kushirikiana na neema zake anazotupatia hivi leo. Tuombe neema ya kuikimbilia huruma ya Mungu na kushirikiana na neema zake anazotupatia ili tuweze kupata wokovu. Neema hizo ni watumishi wake, neno lake, sakramenti na visakramenti. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya 8a na aya ya 13 hadi ya 15. Musa alikuwa akilichunga kundi la Yesro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti Akatazama na kumbe, kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa. Musa akasema, mimi hapa naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema hakika, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Musa akamwambia Mungu, tazama Nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, Waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu kumbu langu hata vizazi vyote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto Sura ya kumi aya ya kwanza hadi ya sita na aya ya kumi hadi ya kumi na mbili. Ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha Roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani, wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo yetu la injili linatoka katika injili ya Luka. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, E Bwana. Luka sura ya 13, aya ya kwanza hadi ya tisa. Wakati ule walikuwapo watu waliompasha Yesu habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanne walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Uukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, bwana, uuache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi na ukizaa matunda baadaye vema; la usipozaa, ndipo uukate. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza tunaona Mungu hafumbi macho shida, kilio cha watu wake wanaokimbilia huruma yake. Katika somo hili Mungu anamtokea Musa katika kichaka kinachowaka moto na anamwambia avue viatu vyake, maana mahali hapo ni patakatifu. Mungu alimtaka Musa afanye toba, ajitakase kabla hajamkaribia Mungu, kwani Musa alishawahi kutenda dhambi ya mauaji alipokuwa anaamlia ugomvi kati ya Wamisri ambao walikuwa wanawaonea Waisraeli. Hivyo siku moja aliamua kumuua Misri mmoja, ili kumaliza ugomvi. Kitabu cha Kutoka sura ya pili aya 14 Aya ya kumi na moja hadi ya kumi na nne Ndiyo maana Mungu alipomtokea katika kichaka kinachowaka moto alimwambia avue viatu vyake, maana yake ajitakase afanye toba juu ya ile dhambi, kwani Mungu anataka kumtumia aende kuliokoa taifa la Israeli kutoka utumwani Misri. Mungu alimwambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia kilio chao. Kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya ya saba Kabla ya kumtuma, Mungu alijitambulisha kuwa yeye ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu alijitambulisha kwa sababu Musa alilelewa katika makao ya kifalme ya miungu mingi. Hivyo alipaswa kujua ni Mungu yupi anayemuita na anayeenda kumtumikia. Pia katika aya ya kumi na nne Mungu anajitambulisha kuwa mimi niko ambaye niko, kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya 14. Ndugu wapendwa, kupitia somo la kwanza tunayo mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza, tunapaswa kujitakasa pale tunapomkaribia Mungu. Musa alipokuwa anamkaribia Mungu katika sehemu takatifu, katika kichaka kinachowaka moto, Mungu alimwambia avue viatu vyake, maana yake ajitakase, afanye toba juu ya dhambi ya mauaji aliyoifanya. Ndugu wapendwa, nasi daima Mungu anataka tujitakase pale tunapomkaribia au tunapoenda kanisani sehemu takatifu kukutana na Mungu. Mungu anataka tunapoenda kanisani kukutana naye na kumwabudu, tuvue viatu vyetu, kiatu cha wivu, chuki, hasira, majivuno, tuvue kiatu cha umbea, tuvue kiatu cha masengenyo, tuvue kiatu cha ulevi, tuvue kiatu cha rushwa, tuvue kiatu cha ufisadi. Mungu anataka tutubu makosa yetu, tuungame makosa yetu kwa kuwa katika ibada ya misa takatifu tunakutana na Mungu kwa njia ya neno lake na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ndiyo maana mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu tunafanya toba ya pamoja na kuungamia Mungu Mwenyezi. Tunafanya toba ya pamoja ili kujitakasa, kwani tupo kanisani, sehemu takatifu, na tunaenda kukutana na Mungu kwa njia ya neno lake na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hiyo ndugu zangu, tunapoingia kanisani, sehemu takatifu, kukutana na Mungu, Ujitahidi kujitakasa kuungama makosa yetu kabla ya misa takatifu. Unapotambua kuwa umetenda dhambi katikati ya wiki au siku ya Jumamosi, uende ujitakase kwa damu azizi ya Yesu katika sakramenti ya kitubio, ili siku ya Jumapili unapoingia kanisani kuongea na Mungu uwe umetakasika. Hivyo kila mmoja ajiulize, je, unapoenda kanisani sehemu takatifu kutana na Mungu, je, unaingia katika hali gani? Je, unaingia na viatu? maana yake unaingia kanisani bado ukiwa na chuki hasira, wivu na kadhalika. Ndugu wapendwa, Mungu anataka kututumia ili kuokoa roho za watu wengine. Hivyo sharti la kwanza anataka tujitakase, tufanye toba, tuungame makosa yetu. Mungu kama alivyomtumia Musa na kumwambia avue viatu vyake, ndivyo anavyotuambia na sisi leo. Musa alishirikiana na neema ya Mungu katika kuwaokoa kuwa wengine, nasi tushirikiane na neema ya Mungu katika kujiokoa sisi wenyewe na kuwaokoa kuwa wengine. Pasipo kushirikiana na neema za Mungu hatutaweza kujiokoa wenyewe na kuwaokoa wengine. Fundisho la pili tunalolipata ni kwamba Mungu hafumbii macho shida za watu wake. Ndugu wapendwa, wa taifa la Israeli walipokuwa Misri wakiteswa na Wamisri walimlilia Mungu, walimkimbilia na kuitumainia huruma ya Mungu. Ndio maana Mungu anamwita Musa na kumtuma na kumwambia, nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia kilio chao. Hivyo tunaona Mungu hafumbi macho mateso, shida, maangaiko ya watu wake wanaomkimbilia na kumlilia. Ndugu wapendwa, nasi tunapopitia nyakati ngumu katika maisha yetu tumlilie Mungu na kuitumainia huruma yake, kama taifa la Israeli walivyofanya. Ukimlilia Mungu kwa imani na kuitumainia huruma yake kwa asilimia mia moja, Mungu hatafumbia macho sala zako, Mungu hatafumbia macho kilio chako, Mungu hatafumbia macho shida zako mateso yako na maangaiko yako. Ukifanya toba ya kweli, Mungu hatafumbia macho toba yako, atakusamehe tu makosa yako. Hivyo tuapo katika shida, tuikimbilie huruma ya Mungu na kumtumainia yeye kwa asilimia mia moja, naye atatusaidia. Mungu hakupotezea kilio cha watu wake. Hivyo daima, Mungu hawezi kupotezea shida za mtu yoyote anayeitumainia huruma yake. Fundisho la tatu nalolipata kupitia somo la kwanza, tusifumbie macho shida za wenzetu. Ndugu wapendwa, kama ambavyo Mungu hafumbii macho shida za watu wake, nasi tusifumbie macho shida za wenzetu. Tunapaswa kujiuliza, je, ni mara ngapi tumefumbia macho shida, mateso na mahangaiko ya wenzetu? Ni mara ngapi wametuomba tuwasaidie katika shida walizonazo, lakini tumewafumbia macho? Ni mara ngapi tumewafumbia macho wagonjwa, wafungwa, wajane, yatima, ombaomba, maskini, nchi zenye vita na machafuko? Kuto kuwasaidia kama tunao uwezo wa kuwasaidia, huko ni kupotezea shida zao. Dugu apendwa kama ambavyo Mungu hafumbii macho shida zetu, kama ambavyo Mungu ametubariki katika kazi zetu, biashara zetu, nasi tusiwafumbie tusiwa macho wanyonge, tusiwafumbie macho wahitaji. Tusiwafumbie macho maskini. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa kufanya matendo ya huruma, hivyo tusiwafumbie macho wahitaji na kupotezea shida zao. Tusifumbie macho nchi ambazo kuna vita na machafuko, tuwaombee huruma ya Mungu. Kutokuwaombea ni kuwafumbia macho. Ndugu wapendwa, somo la Injili linatufundisha kwamba kila tukio la kutisha linalotokea katika maisha yetu linatufundisha juu ya toba. Ndugu wapendwa, katika somo la injili tumesikia baadhi ya Wayahudi wanamsimulia Yesu juu ya Wagalilaya waliouawa na Pilato, licha ya kwamba walikuwa wakifanya ibada. Injili ya Luka sura ya 13 aya ya kwanza. Yesu anawajibu: Je, mwadhani Wagalilaya hao walikuwa wadhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? na waambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. baada ya simulizi na fundisho hilo Yesu aliwaongezea mkasa wa wayahudi wa Yerusalemu waliporomokewa na mnara na kufa. Yesu anasema watu hao hawakuwa wa dhambi kuliko ninyi. Yesu ili kukamilisha fundisho lake, kutaka kuonyesha huruma ya Mungu ili kutubu, aliongeza mfano wa mtini ambao ulikuwa hauzai matunda kwa muda wa miaka mitatu, na mwenye shamba akapatwa na hasira ya kutaka kuangamiza lakini mtunza shamba akamsihi bwana shamba auongezee mwaka mmoja wa nyongeza, ili auhudumie vizuri na kuupa mahitaji yote. Usipozaa baada ya, baada ya kupewa mahitaji yote, ndipo aukate. Ndugu wapendwa, baadhi ya Wayahudi walimsimulia Yesu habari za watu waliowawa na Pilato kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Wayahudi na walimu wao waliamini kwamba Watu wanaopatwa na maafa katika jamii kama hao waliouawa na Pilato na walioangukiwa na mnara, waliamini kuwa walipatwa na hayo kwa sababu ya dhambi. Hivyo wanamsimulia Yesu waone atajibuje, lakini msitizo wa Yesu ni kwamba wafanye toba, wasidhani kwamba hao walikuwa ni wadhambi zaidi kuliko waliobaki. Sababu ya pili ya kumsimulia Yesu, walitaka Yesu aweke hasira dhidi ya Pilato ili wapate sababu ya kumkamata lakini mbinu yao ilishindikana kwani msitizo wa Yesu ulikuwa ni juu ya kufanya toba ndugu wapendwa a kupitia somo la injili tulilolisikia tunapata mafundisho yafuatayo fundisho la kwanza kila tukio la kutisha linatufundisha toba visa vyote viwili tulivyovisikia katika somo la injili na mfano uliotolewa na Yesu vyote vinatutaka tuwe watu wa toba Tusione kwamba wanaokufa kwa ajali, vita, mafuriko, kudondokewa na nyumba na kadhalika, tusione kuwa wao ni wa dhambi zaidi. Matukio hayo yanapotokea tujitathmini na kufanya toba. Kila mmoja ajiulize, je, ingekuwa ni wewe umekufa kwa mafuriko, vita au ajali? Je, ningekuwa nipo katika hali gani? Je, ningekuwa nipo katika utakaso? Ningekuwa nipo katika muungano na Mungu? Je, ningekuwa nipo katika hali ya dhambi? Hivyo vifo vya wenzetu vinapotokea katika jamii zetu ni kengele, kwani kazi ya kengele ni kutukumbusha. Hivyo vifo vya wenzetu ni kengele ya kutukumbusha kuwa na sisi tutakufa. Tena kengele ya kifo hupenya mpaka kwenye mioyo yetu. Vifo hivyo vitushtue sisi tuliobaki, tumrudie Mungu, tufanye toba. Vita vinavyotokea sehemu mbalimbali vitukumbushe kufanya toba. Ajali mbalimbali mbali zinapotokea zitukumbushe kufanya toba kwani hutokea kwa ghafla na huwezi kufanya maandalizi yoyote ya kiroho kwa ajili ya toba. Sisi tuliobaki tusijione ni wema sana kuliko waliokufa. Tutambue kuwa Mungu ametuacha ili kutupatia muda wa kujitathmini, kufanya toba na kujirekebisha. Hivyo muda wote tunapaswa kuikimbilia huruma ya Mungu inayopatikana katika sakramenti ya kitubio. Na sisi tulio hai tunapaswa kuwakumbuka na kuwaombea ndugu zetu waliotutangulia, hasa marehemu waliosahaulika na waliofariki kwa ghafla kama kwenye vita, ajali na kadhalika. Fundisho la pili tunalolipata ni kwamba huruma ya Mungu kwetu. Mtunza shamba alimwomba bwana shamba aendelee kuvumilia, aupe nyongeza ya mwaka mmoja audumie, usipozaa ndipo aukate. Ndugu apendwa, sisi tulio hai tutafakari huruma ya Mungu. Mungu anatupatia muda wa nyongeza wa kufanya toba. Mungu anatupatia muda wa kutosha wa kufanya wa kufanya malipizi. Sisi tuliobaki huenda ni wadhambi zaidi kuliko waliokufa, ila Mungu anatupa tu muda wa nyongeza wa kufanya toba, na ametupatia nyenzo zote za kufanya toba, sakramenti ya kitubio na wahudumu wake wa sakramenti ya kitubio ambao ni mapadri. Ndugu wapendwa, Yesu ndiye mtunza shamba mwenyewe na alikufa badala yetu, na ametupatia nyenzo zote ili tuwe watakatifu. Nyenzo hizo ni neno lake, sakramenti, visakramenti, watumishi wake. Hivyo tunaalikwa kuzitumia vizuri nyenzo hizo na kutumia vizuri muda wa nyongeza tuliopewa na Mungu. Yesu kila siku kupitia neno lake, sakramenti, visakramenti na watumishi wake, anatuhudumia ili tuzae matunda. Hivyo tunapaswa kushirikiana na neema tunazopata ili tuzae matunda. Ndugu wapendwa somo la pili linatufundisha kwamba tusijibweteke kwamba tutaokolewa na huruma ya Mungu tu bila kushirikiana na huruma yake na neema zake. Katika somo la pili mtume Paulo anawaonya Wakorinto kwamba wasijibweteke kwamba wataokolewa na huruma ya Mungu tu pasipo wao kufanya chochote yaani kushirikiana na, na neema na huruma ya Mungu. Mtume Paulo anawapa mfano wa safari ya taifa la Israeli kutoka Misri hadi nchi ya Ahadi. Anaeleza jinsi Mungu alivyowahangaikia kuwavusha katika bahari ya Shamu na kuwapa mahitaji yote katika safari yao. Wote walikula mana, wote walikunywa maji yaliyotoka mwambani, wote walikuwa chini ya wingu lililokuwa dira ya safari yao. Lakini cha kushangaza, pamoja na kwamba Mungu aliwahangaikia, baadhi yao walikosa imani kwa Mungu na hawakufanikiwa kufika katika nchi ya ahadi, walifia njiani. Ndugu wapendwa, kupitia somo la pili tunapata mafundisho mawili yafuatayo. Kwanza, tusijibweteke kwamba tutaokolewa na huruma ya Mungu tu. Ndugu wapendwa, taifa la Israeli baadhi yao walijibweteka wakidhani wataokolewa na huruma ya Mungu tu pasipo wao kufanya kitu, yaani kushirikiana na neema za Mungu, pasipo kumwamini na kumtumainia Mungu, ingawa Mungu aliwapatia kila kitu wale waliojibweteka hawakufika nchi ya ahadi. Wale walioshirikiana na neema za Mungu ndio waliofika katika nchi ya ahadi. Nasi sasa tupo jangwani, tupo safarini kuelekea nchi ya ahadi mbinguni, na Mungu anatuangaikia katika hii safari yetu. Ametupatia kila kitu, ametupatia nyenzo zote za sisi kutusaidia kufika mbinguni, na nyenzo hizo ni neno lake, sakramenti, visakramenti, watumishi wake Mungu akaona haitoshi, akamtuma mwanaye. Lakini cha kushangaza, baadhi yetu huenda tutafika mbinguni, huenda tutaishia motoni kwa sababu ya kukosa imani kwa Mungu na kushindwa kumtumainia yeye na kushirikiana na neema zake. Ndugu wapendwa wa Kristo, wote tumebatizwa, huenda tumepata sakramenti ya Ekaristi, Kipaimara, Ndoa na wengine madaraja matakatifu. Cha kushangaza, huenda baadhi yetu tutashindwa kufika mbinguni. Wakristo huenda tunajitahidi kwenda kanisani, kwenda kwenye jumuiya, lakini huenda baadhi yetu tutapotelea njiani kama baadhi ya Waisraeli walivyofia njiani na kushindwa kufika nchi ya ahadi. Hivyo ndugu zangu, ili tuweze kufika mbinguni, ni lazima kushirikiana na neema za Mungu anazotupatia kupitia neno lake, watumishi wake, sakramenti na visakramenti. Baadhi ya taifa la Israeli walijibweteka, walidhani watafika nchi ya ahadi kwa neema, kwa neema za Mungu tu pasipo wao kufanya kitu. Mwanzoni wote walishirikiana na neema za Mungu, baadaye wengine wakajibweteka hasa walipofika jangwani kwenye magumu na changamoto. Ndivyo ilivyo kwetu sisi wa Kristo, kuna wakati tunashirikiana na neema za Mungu, tunaenda kanisani, tunapokea masakramenti na kumtumainia Mungu, lakini kuna wakati hatupo tayari kushirikiana na neema za Mungu, hasa wakati wa magumu na changamoto. Wakati huo hatuendi kanisani, hatupokee masakramenti wala hatumtumainii na kumtegemea Mungu tena. Fundisho la pili tunalolipata kupitia somo la na pili, namna ya kushirikiana na neema na za Mungu, namna ya kushirikiana na neema na za Mungu, tupende kusoma na kusikiliza neno la Mungu, tuyaishi maagizo yake kwa matendo, tukubali kuongozwa na watumishi wake, tupokee masakramenti mara kwa mara, tuungame na kupokea sakramenti ya Ekaristi takatifu mara kwa mara Tusiache kwenda kanisani na kwenye jumuiya ndogo ndogo, tusiache kusali, tusiache kufanya matendo ya huruma, tusiache kusameheana. Tuwe na huruma na upendo kama Mungu wetu alivyo na huruma na upendo. Zaidi sana tumwamini Mungu, tumtegemee yeye na kuitumainia huruma yake kwa asilimia mia moja. Tukiyatekeleza hayo, tutakuwa tunashirikiana na neema ya Mungu na mwisho wa siku tutafika katika nchi yetu ya ahadi mbinguni. Hivyo leo tuombe neema ya kushirikiana na neema za Mungu ili tuweze kufika katika nchi yetu ya ahadi mbinguni. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele amina.